Taarifa mbalimbali kutoka kwenye vyanzo vyangu vya kuaminika zinaelezwa kwamba beki wa Rennes Jeremy Jacquet anatazamiwa kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu katika klabu ya Liverpool kabla ya kukamilisha uhamisho wa pauni milioni 60 kwenda Anfield, lakini kiungo huyo wakati hatajiunga na klabu hiyo katika dirisha la usajili la sasa, bali uhamisho huo ukikamilika, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20 atahamia Red msimu wa joto, baada ya vilabu hivyo kufikia makubaliano ya ada ya euro milioni 55 pamoja na nyongeza ya euro milioni 5, mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa chini ya miaka 21 atasaini mkataba wa miaka mitano hadi msimu wa joto wa mwaka 2031 na, na chaguo la mwaka zaidi lakini Chelsea wanajulikana kuwa walifanya mazungumzo na Jacquet wakati wa dirisha la majira ya baridi, lakini inafahamika kuwa hawatafikia ofa ya Liverpool. Sasa Liverpool wanataka kuimarisha chaguo lao la beki wa kati, huku mkataba wa sasa wa beki wa Ufaransa Ibrahima Konate ukikamilika mwishoni mwa msimu huu. Kikosi cha Arne Slot kilimkosa magwe msimu uliopita wa joto huku kiungo huyo wakati wa Uingereza akiamua kujiunga na Manchester City mwezi Januari. Jacquet aliingia katika akademi ya Rennes na ameichezea klabu hiyo mara 18 msimu huu huku kukiwa na safu ya uchezaji bora na kumfanya alengwa, na baadhi ya timu ama kulengwa na baadhi ya timu za wasomi wa Uropa na Liverpool inamwona kama mchezaji wa muda mrefu. Sasa Rennes hataki uh, kuidhinisha hoja ya Januari. Uchambuzi, Liverpool pia uh, wanatumia pesa nyingi kwa mchezaji ambaye amecheza mara 36 pekee kwenye ligi 1, lakini wanamwona Jeremy Jacquet kama uwekezaji mkubwa wa muda mrefu ili kufahamu jinsi Jacquet anavyopewa kiwango cha juu Liverpool wamepambana na Chelsea na Bayern Munich, huku Arsenal pia wakionyesha nia ya kumnunua beki huyo msimu uliopita wa joto, na Liverpool wangeweza kufanya hivyo kwa kujiunga na beki huyo wakati sasa, lakini ukweli ni kwamba hakupatikana kuhama Januari. Rennes hawaku... hawa kutaka kuidhinisha uhamisho hadi msimu wa joto. Na Mfaransa huyo anastarehesha mpira na anaweza pia kucheza nyuma ya matatu, kwa maana watu watatu au wanne nyuma pia, huku Liverpool wakifurahishwa na uzoefu wake wa juu katika ligi 1, anatarajiwa kutoshea mfumo unaotegemea kumiliki mpira huku uwezo wake wa angani na ustadi wake wa kusoma katika kulinda vyote vinajulikana. Pia bila shaka bado kuna nafasi nyingi ya kuboresha, lakini hii ni hatua ambayo inaonyesha tena mipango ya urithi wa Liverpool kwa safu yao ya nyuma. Milos Ke uh, Kekez, Jeremy Flimpong na Giovanni Leoni wote walijiunga msimu wa joto, huku wakiwa wamesajili vijana kadhaa wenye dirisha uh, kwenye dirisha hili pia. Mkataba ama mikataba ya Van Dijk uh, na Joe Gomez inaisha msimu wa joto wa mwaka 2027 huku ikibaki kuonekana ikiwa Ibrahim Konate au Andy Robertson bado watakuwa katika klabu hiyo msimu. Kwa hali ilivyo sasa, wote wawili wamemaliza mkataba msimu huu wa joto. Hizo ndo taarifa kutoka The Reds ama Liverpool. Hii ni Talent Media, mimi ni so, aliiswalimshana bye bye.